Kutoka kwa Lawrence Ng'ang'a. Sasa tuelekee kwake Jen Cherotich, ambapo wanatufahamisha kwamba biashara katika soko la Nambale huko Busia zinatarajiwa kuimarika maradufu baada ya soko hilo kupata taa za barabarani. Msemo wa mgeni njoo mwenyeji apone ulipata maana hapa, furaha ya wanawake wafanyabiashara sokoni Nambale ikiwa ni dhihirisho kuwa biashara zitanoga na uchumi wa eneo hili kuimarishwa. Uwepo wa taa hizi utapunguza idadi ya walaghai waliokuwa wakiwahadaa akina mama hawa punde giza lilipoingia. Wafanya biashara hao wa vyakula ambao walilazimika kufunga kazi mapema kwa hofu ya kuvamiwa na wakora giza linapoingia, kwa sasa wamesisitiza kuwa wataendeleza kazi zao kwa muda mrefu na kujipatia kipato kwa wingi. Hii mwangaza sasa itatusaidia sisi kama wafanya biashara, tulikuwa tunafunga kazi mapema lakini itabidi tuextendi kidogo kwa sababu tutafute pesa kwa njia mzuri, tupeleka watoto shule. Tulikuwa tunahangaika kwa hii soko, wamama wanakuja na todoma wanakaa mpaka saa kumi na mbili, wanahangaika. Mbali na kulazimika kufunga biashara zao mapema, ukosefu wa mwangaza hapa uliwawacha wafanya biashara mikononi mwa matapeli wanaotumia pesa bandia. Mi nauzanga na samaki ya mgongo na dona na omena sasa ikifika usiku, mimi nabaki hapa, hakuna light. Inafika usiku ananiletea pesa ya feka, pesa ya sasa. Mimi nalia uchungu. Na wakiingia hapa wananunua vitu za mia saba mia nane balanzi yao wanapewanga tu mia ama mia mbili wakianzia huko nje wanakuja kwa nyanya, anachota nyanya mia nne mia tatu omena samaki, wanasanya sanya hata vitu zote pisgudisi masukari. Wakisaa sanya mtu wa mwisho ndi wanapatia noti hiyo. Wanakuja wanakupea simu, alafu anakuambia hii simu ati nipat, nipatie ya namba yako nikuwekee pesa. Anachukua unamwagata gorogoro tatu ya omena. Anapochukua hiyo namba, dakika kidogo tu unapata pesa? hakuna pesa imeenda lakini zilikuwa na light, utamwona mtu ameenda, utamfuata. Hata hivyo, ukubwa wa soko hili unahitaji taa zaidi, wafanyabiashara wakiitaka serikali ya kaunti ya Busia kushughulikia baadhi ya changamoto zinazosalia. Sitima pia hapa inahitaji because hii taa tumewekewa, na hiyo hizi angaza ipitie, kwa hiyo mabaki ifikie hapa ndani. Kwa hivyo kama tunaweza wekea sitima tutashukuru, kwa hiyo sitima pia, kwa hiyo tungeliomba kwamba aboreshe huduma wake kama gavano kwa sababu tunatoa hapa ushuru na hii soko. Okay, inatoa ushuru na ushuru, nasema tunapotoa pia warudishe. Na pia tunaomba mwingine atuwekee floodlights, tukitoka hivi tusipate watu hapa kutugonga gonga tena. Mimi naomba hii soko yetu iwe kila siku. Tusiwe tunatangatanga kutafuta soko ingine na hii soko yetu tuko naye hapa. Katibu katika afisi ya mkuu wa utumishi wa umma Arthur Osia amesikitikia ugumu wa biashara katika masoko mengi Busia kutokana na ukosefu wa umeme na madeni. We have challenges challenges of of of payment of bills. And and I know these are things that uh, put a lot of challenges and pressure. Jane Cherotich Runinga ya Citizen Busia. ya Citizen Busia. Tukisalia huko huko magharibi tusalie hapo county number